Asante, shukrani sana. Nasema swali lingine hapa. Asalamu alaikum, niliwahi kushuhudia kabila moja hapa Tanga wakimcheza binti yao, wanamweka ndani siku saba au zaidi. Ile siku ya sita ikiwa kesho yake mwali anatoka, ya huwa wanakusanyana wamama na kuanza kucheza ngoma na nguo za ndani tu na wengine hucheza uchi kabisa, lakini hakuna wanaume, ni wanawake tu. Ye, hili linafaa katika sheria ya Uislamu? anaitwa Ummu Nasma kutoka Mbugani. Karibu sana shekhi. Hili jambo si katika mila wala desturi za Uislamu mm. Kama alivyosema ni mambo ya kikabila haya. Ndiyo. Sisi katika Uislamu twasema mila zinakubalika, lakini sharti ya mila ziwezeenda sambamba na matakwa ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahihi. Sasa Nasoro, hata kama ukusoma kweli, hili jambo lina ustaarabu la kumchukua mtoto bikra kwenda kumweka chumbani huko na mm. mkazunguka wanawake mkacheza ngoma, ye yuko uchi, ka chupi, chupi, huko uchi ukavaa kijichupi na nyi mmevaa vijichupi na huku mnaimba <laughs> eh? <laughs> Dini inakubali mambo haya hapana? Unaona, kuna kiwango cha mwanamke kumwangalia mwanamke mwenzie mm. Unaona eh? wanaume wana wanatakiwa wakimwangalia mwanamke wamwangalie maeneo gani? na mwanamke mbele ya mwanamke mwenzie, kwa upande wa wanawake basi, anaweza akamwangalia kichwa chake pamoja na nywele zake au shingo yake au saki mguu yake. Ndiyo. Lakini tendo la kuwa mwanamke amevaa kichupi mbele ya nani mwenzie, mm. hili hakuna mwanachuoni yoyote alijuzisha jambo hili sahihi wala hakuna hadithi wala aya imefundisha ime mambo haya mm. seuze ili tendo lenyewe la kufanya wanaita sijui ngoma ya nini hii ya kumtoa mwari sijui kufanyaje, hata sielewi. Ni mambo ya uzushi ambayo yanaeneza maovu mm. Sasa mtoto akishaonyeshwa mbele wa ya watu wazima wanakwenda uchi yeye ataishi vipi hu? Kwa hiyo kwa ufupi, ni mambo ya munkari ya yataka akemea mm. Naam, swali so lingine anasema: asalamu alaikum <coughs> shehe, mimi nimeoa mke kwa idhini yake, mtu mzima, ni sahihi? Kuna maneno yanazungumzwa zungumzwa sana Indeed. Umwetu kwamba eti maadamu huyu alishaolewa huyu ni mtu mzima, kwa lugha ya Kiarabu anaitwa thayyib. Kwa hiyo akijiwa na mwanamme mm. yote mwenye weza kajiidhinisha, lakini haya maneno yanavunjwa na kauli ya mtume Sahih. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kauli yake sahihi anasema la nikaha illa biwali wa shahidai adli. Kweli mtu thayyib, mwanamke ambaye alishawahi kuolewa akaachwa, au kafelewa yeye ruhusa kwake yeye ya, ya, ya, ya tamko ni muhimu sana. mm. mzazi aweza kamfuata yule binti ambaye ni thaib, bwana kaja fulani kumuoa kukuoa, sasa unasemaje? Mpaka aseme atamke, sawa, mi nimekubali. mm. lakini binti ambaye hajaolewa bikra, ndio ukimuuliza waonaje wewe kaja fulani kuoa akawa hakujibu achekacheka tu, kashafurahi. huyo Huyu inachukuliwa kisheria kwamba kakubali. mm. Hatu, hatusubiri tamko lake no, naona tofauti iliyopo. Ndio, lakini lazima kuwe na walii, ndio mwenye kauli ya mwisho, kwa sababu mm. huyu mwanamke, hata huyu mwanamke ambaye ameidhinisha, mimi nikija kugundua kumbe huyu mwanamme ni mwovu, namwambia Hapana. Ana haki zaidi walii katika mm. kumwamulia, hata awe ameshawahi kuolewa. hiyo mm. ndio, ndio, ndio inavyotakiwa katika dini yetu. Kwa hiyo ile ile ya kusema eti mtu kwa sababu alishaolewa basi ajiuzisha mwenyewe si kweli. mm.